Karibu Tan Business Channel online television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania. Kipindi chetu cha leo tunaangalia biashara tano ambazo ya kupata elfu thelathini kila siku. Sasa hizo biashara tano ni zipi? Kaa nami mpaka mwisho wa kipindi, na kuomba uondoe hiyo mindset ya kwamba ili uanzishe biashara lazima uwe na mamilioni ya pesa benki. Ndiyo sababu kubwa inaofanya vijana wengi wa Kitanzania wabaki kulalamika hawana mtaji. Ukianza biashara na mamilioni bila kuwa na uzoefu, unaweza kufilisika haraka kuliko yule anayeanza na laki mbili. Nakwambia ukweli, kuanza na mtaji mdogo ndiyo njia rahisi zaidi ya kujifunza biashara leo nitakuandikia au nitakuandalia biashara tano ambazo unaweza kuanza na chini ya mtaji wa laki mbili yaani shilingi laki mbili na bado ukawa na uhakika wa kutengeneza faida ya shilingi elfu thelathini kila siku hii sio ndoto hii ni hesabu kamili mimi ni, ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Sasa ngoja tuingie darasani, niko na vijana ambao wanaamika kuwa swala la mtaji limekuwa ni sasa tunafanyeje? Leo tunaingia darasani, vijana wengi wameniandikia wakisema mzee Mwambola, nina laki moja na nusu tu, nifanye nini? Jibu liko hapa tutachambua biashara tano ambazo hazihitaji fremu ya mamilioni, hazihitaji uwe na wafanyakazi kumi, bali zinahitaji business sasi kwa lugha ya mitaani. Kabla sijaenda mbali, hebu kidogo nikueleze, lengo letu hapa ni kukuonyesha jinsi ya kugeuza hiyo laki mbili kuwa mashine ya kuingiza pesa kila siku. Twende tuangalie mchanganuo wa kwanza. Sasa hebu tuangalie biashara ya uwakala wa simu. Hii biashara unawezaje ukaifanya kama wewe ni kijana? Uwakala wa simu unahusisha e, uwakala wa miamala ya simu kama vile pamoja na Mpesa, Tigo Pesa au Airtel Money na kadhalika. Najua utaniuliza Laki mbili inatosha vipi kwenye floti? Hapa ndipo wengi wanapoanguka. Wanafikiri uwakala lazima uwe na floti ya milioni tano. Hapana. Sasa hebu tuangalie falsafa ya biashara hii kwa mtaji mdogo, unachohitaji ni laini ya uwakala na kijiwe, pia meza ndogo na mwamvuli kwa mtaji wa laki mbili unaweza kutenga laki moja na nusu kama frot, na elfu hamsini kwa ajili ya meza na kiti cha plastiki. Sasa hebu tuangalie siri ya kupata faida ya hii biashara iko vipi? Siri ya faida hapa ni kitu kinaitwa location strategy, au tunaweza kuita parasite marketing. Usiende kufungua sehemu iliyojificha tafuta eneo lenye mzunguko mkubwa kama stendi ya daladala, sokoni, au karibu na chuo. Kumbuka, froti ndogo inamaanisha lazima uwe mwepesi kuribalansi. Ukitoa huduma kwa watu ishirini kwa siku na kila mwamara ukakuachia wastani wa, wa shilingi elfu moja au elfu moja mia tano kulingana na ukubwa wa toleo hesabu inakuwa kwenye hiyo elfu thelathini. Hapa kinacholipa ni wingi wa watu, sio ukubwa wa kibanda. Usijenge kibanda cha matofali wakati mtaji wako ni wa mboga, anza na meza. Hebu tuangalie sasa biashara ya vitafunwa au ya chakula na vitafunwa au ngasi, sasa vitafunio. Hii nayo biashara iko vipi? Hii biashara vitafunwa nazungumzia mambo kama chapati, maandazi, sambusa au chips mayai katika maeneo ya shule au ofisi. Sasa hebu tuangalie mchanganuo wa bajeti wa hii biashara. Mfuko wa ngano, mafuta ya kupikia na nishati ya mkaa au gesi, vyote hivi unaweza kuvipata kwa chini ya shilingi laki moja na wengi hawako makini kwenye matumizi ya pesa wanayopata kutokana na biashara. Hii ni hatari na inaweza ikatishia biashara yako. Vijana wengi wanatumia pesa nyingi ya biashara kununua vitu kama chipsi, kuku na soda, lakini hawaoni fursa ya wao kuwa wauzaji. Ukiamka asubuhi na kupika chapati hamsini au maandazi mia moja na ukawa na eneo karibu na shule au kituo cha bodaboda, hiyo biashara haiwezi kulala na njaa. Chakula ni hitaji la lazima. Faida ya chakula mara nyingi ni asilimia hamsini hitaji ulioweka siku hiyo. Kwa hiyo ukiweka laki moja kwenye mali ghafi, kutoka na faida ya elfu thelathini mpaka hamsini ni jambo la kawaida kabisa. Muhimu hapa ni usafi na business sasi ya kujua ya kujua wateja wako wanataka nini asubuhi na nini kwa upande wa jioni. Sasa hebu tuangalie biashara ya uzalishaji wa sabuni ya maji. Hii nayo ni biashara nzuri. Sasa tunaingia kwenye uzalishaji. Kutengeneza sabuni za maji au detergent, hii ni biashara nzuri. Hii ni biashara ambayo malighafi yake ni rahisi kupatikana na faida yake ni kubwa sana ukilinganisha na mtaji. Kwa laki mbili unaweza kununua malighafi za kutosha kutengeneza lita zaidi ya mia moja za sabuni. Vifaa unavyohitaji ni ndoo, mwiko wa kukorogea na vifungashio yaani chupa za plastiki ambazo unaweza kununua kwa jumla kale yako au kwa wazalishaji. Sasa ngoja nikueleze siri ya kupata faida ya hii biashara ya sabuni za maji. Hapa mambo yakoje? Ukitaka upate faida, usishindane na makampuni makubwa kwenye matangazo ya televisheni. Soko lako ni majirani, mamantilie au mamalishe na maduka ya rejareja mtaani kwako. Tengeneza sabuni yenye povu jingi na harufu nzuri. Hapa ndipo unapoanguka, kama hutaweka branding nzuri. Hata kama ni chupa ya maji ya kunywa iliyotumika, hakikisha imesafishwa na ubandike stika yako yenye jina la biashara na namba ya simu gharama ya stika ni ndogo sana, lakini inaongeza thamani ya bidhaa yako. Ukiuza lita moja kwa shilingi elfu mbili au elfu tatu na ukasambaza duka kumi tu mtaani kwako, hesabu elfu thelathini kwa siku inatimia kirahisi kabisa. Hebu tuangalie biashara ya uuzaji wa mitumba. Hii unaweza ukaifanya na ukapata faida. Sasa mambo yakoje? kuhusu biashara ya mitumba, sikiliza kwa makini. Sisemi uende kununua bero zima la laki tatu au nne. Hapana, huna huo mtaji bado. Mapema hapa tunatumia mbinu ya kuchagua. Nenda soko la Ilala au Karume kwa hapa Dar es Salaam asubuhi na mapema, wakati mabero yanafunguliwa kwa mtaji wako wa laki mbili unaweza kuchagua nguo kali za grade 1 au grade A kwa bei ya jumla ya shilingi elfu mbili mpaka elfu tano kwa pisi moja. Ukipata nguo 30 hadi 40 kali, zioshe, zipige pasi vizuri na uziweke kwenye kijiwe chako au uzitembeze maofisini. Nguo ulionunua kwa shilingi elfu tatu ukipiga pasi inauzika kwa shilingi elfu kumi hadi elfu kumi na tano. Ukitaka kufanikiwa hii biashara ya mitumba, usiishie tu kuuza nguo, unauza pia thamani. Sasa haya mambo yakoje kuhusiana na thamani? Unauza thamani, siyo tu nguo peke yake. Watu wanapenda kuvaa vizuri, lakini hawana muda wa kwenda kuchakura mitumbani huko. Wewe unakuwa daraja lao ukifanikiwa kuuza nguo tatu au nne tu kwa siku kwa faida ya shilingi elfu saba hadi elfu nane kila moja, tayari umeshafikisha lengo la kila siku, yaani elfu thelathini. Usidhani nguvu ya pasi, usidharau nguvu ya pasi na ufungash, ufungashaji safi. Biashara ya mwisho ni ufugaji wa kuku. Hii nayo ikoje? Wengi mnaifahamu lakini Utafugaje kuku ili upate faida? Hebu nisikilize. Watu wengi wakisikia ufugaji wanafikiri kujenga banda la mamilioni. Ondoa hiyo hofu. Kuhusu ufugaji wa kuku, kwa laki mbili unaweza kuanza na vifaranga hamsini au kuku wakubwa kidogo wa kienyeji, ambao hawahitaji matunzo ya gharama kubwa sana kama hao wa kisasa au unaweza kuanza kwa kununua kuku wa mayai wachache walio tayari kutaga. Sasa hebu tuangalie mchanganuo kuhusiana na hii biashara ya kufuga kuku, mambo ya kodi. Kama utaamua kufuga kuku wa nyama, ndani ya wiki nne mpaka tano unauza. Lakini kwa mtaji mdogo na mzunguko wa pesa wa kila siku na kushauri uangalie upande wa mayai au kuku wa kienyeji. Chakula cha kuku na chanjo za awali zitakukosti sehemu ya hiyo laki mbili. Jenga banda rahisi kwa kutumia materials zilizopo nyumbani au mbao za bei nafuu. Lengo hapa ni kupata mayai ya kuuza kila siku kwa majirani au madukani trei moja ya mayai inauzwa shilingi elfu kumi mpaka elfu kumi na mbili ukiwa na kuku wanakupa trei tatu kwa siku hiyo ni pesa au hizo ni pesa tasimu mkononi mwako na utafikia lengo la elfu thelathini kwa siku nimekueleza biashara tano ambazo ukizifanya vizuri unakuwa na uhakika wa kupata kila siku Sasa wakati Sasa... Sasa... ambapo unataka kukupa u... Hebu nisikilize, nikueleze wito niliokuwa nao. Nimekueleza jinsi unavyoweza kuanza hizo biashara tano ambazo zinaweza zikakupatia shilingi elfu 30 kila siku, na unaanza kwa mtaji mdogo. Tatizo kubwa sio ukosefu wa mtaji, tatizo ni uoga wa kuanza na kile ulicho nacho. Hizi biashara tano Yaani uwakala, chakula, sabuni, mitumba na kuku zote zinawezekana kwa chini ya mtaji wa shilingi laki mbili. Sasa nina swali kwako. Ni kitu gani kigumu zaidi unachokutana nacho unapotaka kuanza biashara hizi? Ni aibu? Ni hofu ya kupoteza mtaji? Au ni kutojua wapi pa kuanzia? Niandikie kwenye comments hapo chini, nitapata hilo swali, utapata, nitapata hilo swali na mimi nitakujibu. Naomba ubonyeze hiyo like button. inasaidia sana video hii kuwafikia vijana wengine wenye kiu ya mafanikio kama wewe. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola, na naomba mwendelee kuangalia kipindi chetu kinachotangazwa kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Asante na karibu tena. Kuanzisha biashara.